Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson ametangaza kujiondoa rasmi katika kinyang'anyiro cha kugombea nafasi hiyo kwa mara nyingine tena leo tarehe saba Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Vyanzo vyetu vya habari kutoka wandani wa spika huyo vimethibitisha jambo hilo, hata hivyo, havikuweka wazi sababu za yeye kuto kugombea. Mheshimiwa Bunge, zoezi la kupiga kura kwa ajili ya kupitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025 2026 chini ya kanuni ya 126 ya kanuni za kudumu za Bunge. Zoezi hilo limekamilika. Idadi ya wabunge wote kikatiba ni 393. Idadi ya wabunge waliopo mpaka sasa ni 392. Na idadi ya nafasi wazi moja. Idadi ya wabunge waliokuwepo bungeni ukiondoa spika ni 378. Idadi ya wabunge ambao hawakuwepo bungeni ni kumi na tatu. Sasa matokeo ya kura ni kama ifuatavyo: kura za hapana hakuna, kwa maana ya sifuri za ndio 373. Asanteni sana. Kura ya hakuamua wale waliosikika wakisema abstain ni tano. Sasa na tangaza rasmi kwamba bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 373 sawa na asilimia 98.7.